na kwa mwaka jana tulipoteza bilioni tatu pointi tano. Ninajua hilo tunalifuatilia, lakini wengi ni wale vijana na watoto wa maskini. Tutaendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi ili jumuiya ya Watanzania maskini hawa wale kupata elimu lakini niombe kwa wizara ya elimu TCU, pamoja na viongozi wa vyuo, tubadilishe kidogo utaratibu wa kuchagua wanafunzi. Wanafunzi wao wanachagua vyuo, badala ya TCU kuwapangia vyuo vya kwenda. Wanafunzi hawa wakiwa na mali yao ya kuchagua chuo, Ninauhakika chuo kikuu cha Dar es Salaam kingejaa kwa wanafunzi wote ishirini na mbili hadi ishirini na tatu elfu wanaotakiwa kuwa hapa, na ningejua chuo kikuu cha Dodoma kingejaa kwa wanafunzi wote arobaini na tatu elfu wanaotakiwa kuwa pale, na ninajua chuo kikuu cha Sokoine kingejaa wanafunzi wote wanaotakiwa. Tatizo lililopo sasa ni business ya aina gani? Mtu amefaulu, ana qualifications zake, anataka kuja kukaa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ili afaidi mabweni ya Magufuli, analazimishwa kupelekwa kwenye kachuo ambako wala hakana jina, hata ukitafuta kwenye mtandao akaonekani, akasome pale, wakati hawana hata mabweni na saa nyingine hata walimu hawana, tunawatesa watoto hawa. Na saa nyingine wakuu wa vyuo vile wamekuwa na tabia ya kwenda kwa viongozi wa TCU pamoja na kwamba sina ushahidi <laughs> wapangiwe idadi ya wanafunzi wanaohitajika kwenye vyuo hivyo. Sifahamu wanapangiwa kwa rushwa, lakini wapo pia kuna ushahidi ya baadhi ya viongozi wa vyuo fulani fulani waliofunga safari kwenda kwa viongozi wa TCU walikwenda kwa ajili ya kuomba wapangiwe wanafunzi, au kutoa shukurani, au hata kwenda kuwasalimu tu. Sasa kwa wizara ya elimu na wote wanaohusika wadau wa elimu, tufikie mahali TCU iwe regulator kwamba elimu yetu tunayotaka iwe kwenye standard hii, lakini watoto wawe na haki ya kuchagua vyuo wanavyovitaka kwa sababu kuna baadhi ya vyuo ambavyo wala havipo kwenye standard, vinahakikisha vinawapata wanafunzi kwa sababu wanategemea mkopo wa serikali, kwamba ukipata wanafunzi elfu moja hicho chuo nacho kinapata mkopo kwa sababu kuna percentage fulani. Ninajua mmenielewa. Mwaache wanafunzi wachague vyuo wanavyovitaka, vile ambavyo havitachaguliwa vife. Kwa nini mnalazimisha, kwa nini mnalazimisha vyuo vi ambavyo havina qualification vipate wanafunzi? Nina uhakika mkiacha freedom ya namna hiyo, chuo kikuu cha Dar es Salaam kitapata wanafunzi wengi, cha Yudom kitapata wanafunzi wengi, soko Sokoine itapata wanafunzi wengi, na vingine ambavyo vina status ya kupata wanafunzi. Chuo kikuu cha Dar es Salaam watu wanakipenda kwa sababu ya status yake na qualification yake. kwenye mitaa kule ukipeleka cheti umemaliza chuo kikuu huulizi ulizi maswali mengi. Kuna vyuo vikuu vingine ukipeleka kule cheti chako huyo anaye kiasi, anakiangalia hicho cheti anakipekua nyuma na mbele mbavuni. Ninajua maneno haya hayawezi yakawafurahisha sana baadhi ya watu, na mimi siko hapa kwa ajili ya kumfurahisha kila mmoja, na wala sihitaji wafurahi, lakini nataka standard na qualification za wanachuo wetu ziwe maintained kama ilivyo chuo kikuu cha Dar es salaam. Ukiambiwa leo katika Afrika, chuo kikuu cha Dar es Salaam bado kina namba, ni kwa sababu mume maintain hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, hili tuliangalie katika kufanya selections, ili tusaidie katika vyo hivi vya serikali vijae tu wanafunzi. Ishu si kuwa na vyo vikuu mia moja Ishu ni kuwa na vyuo vikuu vichache vinavyotoa wanafunzi wengi. Unaweza ukawa na vyuo vikuu mia moja na kila chuo kikuu kina wanafunzi hamsini hamsini, lakini unaweza ukawa na vyuo vikuu vine kila chuo kikuu kimoja kina wanafunzi laki moja moja na end product ikawa nzuri kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam Ninajua hapa sasa hivi mmeshaanza kufundisha wanafunzi wanaochukua degree ya medicine, siku nitakapofungua Mloganzira, wanafunzi hawa wahame hapa. Haiwezekani <laughs> ukawa na chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kina branch yake Muhimbili na sasa hivi tumejenga kwa mabilioni mengi Mloganzira kama chuo cha kujifundishia practical zote, vina vifaa vya aina yote. Bado wanafunzi wa medicine unawabakiza hapa hori 3, unawapeleka kwenye chumba ambacho hakuna mtu anayefanyiwa operation. Tumepoteza direction kwa hiyo profesa, ninajua unahitaji wanafunzi wengi, lakini wanafunzi wa medicine jiandae kuwaachia, ili wakasomeshwe kama ni Muhimbili au Mloganzila, tukapate madaktari wenye qualification, walio na qualification ya theory pamoja na practical. Niombe tena kwa chuo kikuu, miaka yetu ya nyuma palikuwa na mabasi ya chuo mabasi mazuri, hata wale walimu waliokuwa wanakaa Silver Sendi walikuwa wanabebwa na yale magari, yanakuja hapa, mabasi yameandikwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwa Waingereza walikuwa wameandika University of Dar es Salaam. Hayo mabasi yako wapi? Na kama yamepotea, je, walioyaanzisha hayo mabasi mawazo yao yalikuwa hayafai? Na kama yalikuwa yanafaa, kwa nini tumeshindwa kununua mabasi hata machache ili wanafunzi wetu wa Mabibo badala ya kila siku asubuhi wa wanakimbia kupanda daradara dara, na idadi tunawajua wako wangapi? Wengine wamepoteza notisi zao mle kwenye daradara dara. Wengine wamechelewa mitihani mpaka wakadisco. Kwa nini chuo kikuu tusiwe na mpango wa kuwa na mabasi? Kweli chuo kikuu hiki kimeshindwa kununua mabasi? Kama wanachuo wanaokaa main campus wanalipa mia nane Je, tukizidisha kwa wanafunzi wote walioko hapa tutapata kiasi gani? Je, tukitoa robo yake tukanunua hata mabasi mawili yanakuwa yanatoka pale Mabibo asubuhi yanafanya shanti. Hatutaweza? Je, hao mliowaajiri kwa ajili ya estate wanafanya kazi gani? Swali lile mtalijibu wenyewe. Kwa hiyo nitoe ombi kwa sababu na mimi ni mwanajumuiya wa hapa, ni kuombe uongozi wa chuo, hebu angalieni huo uwezekano wa kutafuta mabasi hata matano. Mtaweza mabasi hawa yawasaidia hawa vijana walio watakaokuwa bado wako Mabibo. Wa hapa hamna tatizo, na kwa sababu na bei imepunguka, inawezekana wa Mabibo wakahamia hapa inawezekana wengine waka, wakaja walioko waliopanga mtaani. Lakini kikubwa ni lazima tuangalie masilahi ya wanafunzi hawa ambao kwa kweli wengi wao wametoka kwenye familia masikini na wangependa kufaidi matunda ya kweli ya Watanzania, na ndiyo maana kabla ya kuongea nilitaka nimuombe mbunge wa hapa ambaye nina uhakika wakati akiomba kura alizunguka na kutoa ahadi nyingi sana. Nilitaka leo asimame hapa aniombe chochote na mimi ningetoa, lakini inawezekana shida hizi hazifahamu vizuri. Ninaomba mumpelekee shida zenu, ili kusudi awe anazileta serikalini na sisi tutazifanyia kazi. Ndugu zangu wanajumuia, wanajumuia wa chuo kikuu, nimefurahi kumwona Profesa Profesa Mkumbo, yeah, yeah. Profesa Mkumbo ni kijana safi yeah. Ni excellent yeah. Mi sichagui vilaza bana, huyu ni excellent yeah. Siku tu nimemteua, ameenda kwa mheshimiwa Polepole kwenda kuangalia ilani ya uchaguzi mahali panapohusu maji akayatekeleze. Na mimi nakwambia mheshimiwa Mkumbo, nitashangaa sana katibu mkuu wanajumuia wa chuo kikuu cha Dar es Salaam walalamike siku moja maji, wakati wewe ndiyo katibu mkuu wa wizara ya maji. Sina ninyi, mtashangaa jamani. Sasa nakuomba katibu mkuu, wasije wakashangaa wananchi hawa. Wewe ndiye kawasemee, kawatekelezee yale yanayohusiana na maji, na leo nitaenda kule nikacheki kama kuna maji yatoka, lakini na uhakika inawezekana umeanza kufuatilia. Lakini niwaombe tu Watanzania katika maeneo mbalimbali mbali. Kila mmoja ana historia yake na kila mmoja ametokea mahali. Mimi nimetokea chuo kikuu hapa cha Dar es Salaam. Haya yote ninayojidai nayo ni kwa sababu ya walimu hawa maprofesa hawa waliamua kunielimisha. Kama yapo ninayoyakosea, muwalaumu hawa kwa sababu walinifanya nikosee lakini kama yapo ambayo ninafanikiwa, hata kama ni machache, muwashukuru hawa, kwa sababu wao ndio wamenifanya nifanikiwe. Na ndiyo maana ninaona fahari kubwa kuona ninarudi tena chuo kikuu, kwa kutumia hiyo nafasi niliyoipata kutokana na hawa niweze kujenga mabweni. Kwa hiyo niwaombe, wote kila mmoja alikopitia mahali pake kama ulipitia mahali ukaenda, kule ukawa ofisa misitu, basi kahakikisha umepeleka pale uliposomea hata miche mitano au kumi, ukaipande, kwa sababu ya kufundishwa, kwa sababu ya ofisa misitu. Kama ulitolewa pale ukaenda, ukahusika, ukapewa shirika ambalo linahusika na kujenga nyumba, katumie utaalamu huu angalau ukajenge hata chumba kimoja hata kama ni kwa kukodisha, kwa kutumia hiyo elimu. Kama ulisoma pale ukawa injinia, wakati ulipokuwa ukisoma ulikuwa unabebwa kwenye magari ya chuo kikuu, na sasa hivi hayapo, lakini uko mahali fulani ambako unahusika na, na kuuza mabasi. Kwa nini usirudisha hata kaloni kamoja kamkweche, kaende kakasaidie pale, kama wewe ulikuwa pale Niseme labda wewe profesa waziri wa katiba na sheria, umekaa hapo mpaka umefika hapo ulipo sasa. Ifike siku moja kama watakuwa na kesi yoyote chuo kikuu, basi ukawasaidie kutilia hao wanasheria wako, ili chuo kikuu kikashinde hiyo kesi kwa urahisi, kwa sababu umekuwa hapo. Najaribu kutoa mifano hii ili wote sisi tuliofaidika na chuo kikuu cha Dar es Salaam akiwemo jaji wa Alioba ambaye yuko hapa, si ndio, mzee? Kila mahali tulipo, tukaangalie na wala tusisahau mahali tulikotoka. Tukifanya hivyo maeneo yetu tulikopitia yatakuwa mfano mzuri wa sisi tuliyopitia kule. Hilo ni ombi langu tu ni mfano tu unaweza ukatekelezwa, lakini ni ombi. Ndugu zangu wanachuo kikuu cha Dar es Salaam, jukumu langu la leo lilikuwa ni kuja kufungua na nimekuja mwenyewe. Sitaki nizungumze maneno mengi sana, lakini napenda niwashukuru sana wanajumuiya wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa mshikamano wenu, kwa uaminifu wenu na kwa upendo wenu mkubwa kwa serikali hii na upendo huu umedhihirisha kwa rais wa wanafunzi amenipa. Zawadi moja nilipoiangalia ile zawadi, nimebebeshwa jiwe kubwa sana huko kwenye mgongo, lakini najua maana yake ni kwamba nina challenge mbeleni. Lakini niwashukuru pia kamati ya bunge inayohusika na chuo kikuu chini ya uongozi wa mheshimiwa Serukamba. Hawa wasingepitisha bajeti, leo hii tusingejenga hii. Mawazo haya tulipoyapeleka kwao, wakayakubali. Ninashukuru sana, naomba ufikishe shukurani zangu kwa kamati yote na kwa waheshimiwa wabunge kwa kazi nzuri wanazofanya. Tutaendelea kushirikiana pamoja na bunge katika kuhakikisha nchi yetu tunaenda mbele. Ndugu zangu wa Tanzania, tukiamua tutaweza, tukiamua tutaweza. Mnakumbuka juzi juzi niliamua kuanzisha ubarozi wa Israeli. Wapo watu waliolalamika, na mimi nikawaambia, historia haiwezi ikakaa kila siku ni historia hiyo hiyo, kila mwaka na kila mwezi una historia yake mimi nimeamua kurudisha mahusiano na Israeli kwa kumteua tu balozi kwenda kule juzi, na mpaka leo bado wako hapa. Umekuja ujumbe wa watalii zaidi ya mia sita fedha zimeingia. Siku zote tulikuwa tumezoea kwenda sisi kutalii mahali patakatifu, sasa wanakuja na wao kutalii mahali patakatifu palipoanzia dunia lakini tulifanya kidogo tu kwa kuteua barozi. Kwa hiyo mambo mengine tunajichelewesha wenyewe, tunang'ang'ania ma migogoro ya wengine tunayabeba sisi, tumeyabeba mno wakati wa ukombozi wa Afrika. We have to change, ni lazima twende na dunia ya leo. Adui wa mwenzako sio adui wako wewe Waache waendelee na uadui wake, wewe wote wale wawe marafiki zako, kwa sababu lengo kubwa ni kuangalia masilahi ya nchi yetu Tanzania kwanza. Ni lazima tujenge marafiki wengi wa kutosha badala ya kujenga maadui wengi wa kutosha. Ni lazima tutumie dunia hii, mwelekeo wa dunia hii katika kujenga Tanzania yetu. Na mimi ni ninaamini sisi wote wa Tanzania tukishikamana kwa pamoja tutafanikiwa. Challenge zipo. Ni kwa sababu watu walizoea maisha fulani. Hasa watu wachache walizoea maisha ya ajabu sana. Na ninaposema ya ajabu ni ya ajabu kweli. Sasa maisha haya ya ajabu ya watu wachache lazima tuyabadilishe. Ninyi hamyajui, mimi ninayajua. Mniache nishughulike nao hao, ili dunia na Tanzania yetu iende kwa mbele. Majengo haya leo yasingekuwepo, inawezekana yangekuwa kwenye mifuko ya watu na wanafunzi wa chuo kikuu wangeendelea kupata shida, wao wanakula raha. Watu walifikia mahali pa kufanizia mikutano wanaenda nje badala ya kukaa kwenye mikutano kumbi hapa, za ta tanzania hazifai. Watu walikuwa wanafanya kufuru na pesa za Watanzania, hizo kufuru ndio nimezifunga ziwe nimeziwekea makufuru watanzania wa maisha ya chini wafanikiwe. Na ndiyo maana, ndugu zangu, mnapoona na banabana hivi kidogo kidogo, ninafanya kwa niaba yenu, ninafanya kwa niaba yenu. Naomba mtu uendelee kutuunga mkono. Waheshimiwa walimu wa, wa, wa chuo kikuu, fanyeni kazi. Ninafahamu hata shida zenu, hata masilahi yenu ninajua Ninafahamu wanafunzi siku hizi, ukishaingia kwenye lecture room, badala ya kukaa chumbani ku, ku, kuandika notes, unakaa nje ya madirisha ndio unaandika notes, tofauti na enzi zetu. Ukienda at the lecture room au science lecture room, kule wote mtakaa ndani, kwa sababu wote walikuwa wanatosha. Leo mnakaa nje kule, mtu anachukua notes, mwingine anaandika notes kwenye mgongo mwalimu unaandika kule mwisho, unakuwa frustrated. Walimu ni wanafunzi ni wengi lakini, nawaomba muendelee kuwafundisha hawa. Tanzania, challenge ni nyingi. Ninasubiri ripoti sasa hivi itakayoletwa ya wanaf, ya wafanyakazi ndani ya serikali, ninasema ni ya serikali ambao wana vyeti foare wako karibu zaidi ya elfu tisa. Ninalisubiri hilo ripoti ili nilifanyie kazi. Kwa hiyo mnaweza mkaona shida zilizopo katika nchi hii, huku wafanyakazi hewa karibu kumi na tisa elfu mikopo hewa, wanafunzi ambao walikuwa ni hewa ni zaidi ya hamsini na sita elfu. Kila mahali unapoenda kuna tatizo, lakini ni lazima Yatatue haya matatizo, kwa sababu mlinichagua kwa ajili ya matatizo haya. Tusingekuwa na matatizo wa Tanzania, msingenichagua mimi. Mlijua kuna matatizo, mkaona mumchague yule mtu atakaye yakabili matatizo kwa nguvu zote, na hivi ndivyo ninavyofanya. Kwa hiyo ninaomba sapoti yenu, twende kwa pamoja, nina uhakika tutafanikiwa. Mheshimiwa mkuu wa chuo, waheshimiwa viongozi, walimu na wanafunzi, ninawashukuru tena, ninawashukuru tena waliohusika wote kushughulikia majengo haya mpaka yakakamilika, jeshi la wananchi, JKT TBA, wafanya walio na wafanyakazi wote walioshiriki hapa, nawashukuru kwa mshikamano wenu kwa ndugu zangu wasanii mliokuja hapa, niko pamoja na ninyi, ninawashukuru. Mlinisaidia sana wakati wa kampeni, nawashukuru waimbaji, nawashukuru wanahabari na, na ninyi mnapata mateso kama sisi tu, lakini kazi zenu mnazifanya vizuri, endeleeni, tuko pamoja. Ni lazima tuijenge Tanzania yetu, ni lazima Tanzania iwe mpya, ni lazima Tanzania ifike kwa umoja wetu kwa mshikamano huu tutafika. Mungu, kibariki chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mungu, wabariki wana chuo wote na walimu. Mungu, ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa niko tayari kwenda kufungua majengo haya mazuri yaliyojengwa.